Ndugu zangu katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu aliyeumba mbingu na ardhi, na katika utaifa wa Tanzania nchi yetu, habari zenu na karibuni sana katika ukurasa wetu huu wa Uhalisi Online, ambapo huwa tunajifunza mba, mambo mbalimbali mbali kuhusiana na suala zima la uhalisi ambalo kimsingi ni imani na vile vile ni falsafa ya maisha. Uh, kwa muda sasa hatukukutana, tutakuwa na changamoto ambazo zilikuwa zinatukabili, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumekutana tena na kuanzia sasa tutaendelea. Lakini leo kutokana na hali ambayo tunaipitia katika nchi yetu, tutaongelea kidogo swala la changamoto ile iliyotukumba baada ya uchaguzi wa tarehe 29. Kwa hiyo hatutajikita sana kwenye masomo ya uhalisi. Sasa mada ya leo itahusu vile watu, baadhi ya watu, ya ndugu zetu wanapojaribu kutumia changamoto iliyopo kuigeuza kuwa fursa kwao kwa ajili ya kujitengenezea umaarufu au kwa namna moja ama nyingine kujiweka, kujipendekeza, ni yani, kujiweka karibu na serikali au watawala, kwa kuamini kwamba kwa kusema maneno ambayo labda watawanyoshea wengine vidole au watawashutumu kwa namna moja ama wanaisaidia serikali, au kwa namna nyingine wanadhani kwamba viongozi au watawala wetu watawaona wao ni marafiki sana, na matokeo yake waweze kujipatia maslahi yao, bila kujali kwamba kwa kufanya hayo wanayoyafanya, inawezekana kabisa ukawa mwanzo wa kubomoa utaifa wetu katika namna moja ama nyingine. Nadhani yaliyotokea kila mmoja wetu anayajua. Watu wamepoteza mali zao, wengine tunasikia wamepoteza maisha, wengine wameathirika kwa namna mbalimbali, mbali ambazo hata ile hofu tu ambayo sisi wote tumeipata mitaani kwetu, majumbani kwetu katika familia zetu na kadhalika na kadhalika. Lakini katika hali kama hiyo, kuna watu wameanza kutoa aa, wanarusha mitanda hoja katika mitandao yao ya kijamii au katika vyombo vyao vya habari ambavyo pia, kwa bahati mbaya, ni vyombo vinavyojulikana wazi kuwa na mirengo ya kidini kwa sababu tunavijua vyombo vyetu kwamba hiki kinamilikiwa na nani au kinaendeshwa kwa utaratibu gani. Sasa baadhi ya vyombo hivyo, katika siku za karibuni, katikati ya taharuki inayotukabili ambapo ukweli ni kwamba wananchi tulitaharuki, serikali yenyewe nayo bila shaka ilitaharuki na vyombo vyake, kwa vile hili jambo ni geni kwetu na kila mmoja alitaharuki kwa namna yake. Sasa wao badala ya uh, wakati huu tunapomshukuru Mungu kwamba angalau mamlaka, serikali na vyombo vyake vimefanikiwa kudhibiti hali na sasa angalau tunaiona amani ikirejea katika utaratibu wake, wanaibuka watu tena kupitia vyombo vyao, wanaanza kuwaelekezea wengine vidole kwamba walihusika ama kuchochea ama kupanga hizo vurugu. Kwa kusema hivyo, hatujui kwamba wanaisaidia wana, lengo lao ni kuisaidia serikali ku katika ile ahadi ya rais ya kuchunguza waliotenda haya mambo na kuwakamata na kuwachukulia hatua, au wanafanya hivyo kwa namna tu ya kujipendekeza kwa, kwa, kwa, kwa utawala ili labda na wao watakumbukwa na kuwekwa karibu na serikali. Sijui wana wana wana ushahidi gani kwa hayo wanaoyasema, lakini unapokwenda mbele za watu, mbele ya mtandao wa kijamii ambao unasikilizwa na watu au unatazamwa na watu chungu mzima katika taifa, katikati ya taharuki zinazotukabili, ukamtaja mtu kwa jina au taasisi kwa jina kwamba imehusika, unataja orodha ya watu unasema wamehusika ama kuchochea ama kupanga vurugu zile, ni very serious accusation katikati ya sehemu ambayo watu wamepoteza pengine ndugu zao, wamepoteza mali zao, wameharibiwa mali zao, mipango yao, wewe unasimama unawataja watu kwamba walihusika, wali kupanga au kuchochea kwa mambo ya kubashiri bashiri tu au kwa mambo ya ku, kwa sababu waliotajwa katika baadhi ya mitandao na nime, nimeona hiyo katika mtandao wa bwana mmoja sitamtaja leo kwa jina, au kwenye televisheni moja ya, ki, ya kidini, unaona hakuna jambo lolote la uchunguzi. Unaona tu ni kwamba kwa sababu ni majina tayari ambayo labda wahusika waliotajwa walikuwa tayari wana wana misuguano fulani na serikali kwa namna moja ama nyingine, au tayari walikuwa hawana maelewano fulani. Sasa unawataja watu wale wale kwa kuonyesha kwamba wewe sasa ni bingwa una, una, una access ya taarifa za siri, na sasa unaziweka wazi kupitia mitandao. Mimi nadhani matukio haya katika sehemu ambayo tunatamani kuendeleza utulivu huu ambao tumeupata. tume, tume, sasa na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu, mara baada ya kuwapa, alitoa hotuba ndefu na nzuri tu ambayo aliahidi kulifanyia kazi tatizo hili. Alilaani wale waliohusika kuchochea, kupanga, na alisema kwamba vyombo imara na madhubuti yanavyo kama ambavyo sisi wote tunajua, na atavitumia vyema kufanya uchunguzi, kujua malengo ya hao watu, kujua ni kina nani na kujua mambo mengine kadha wa kadha ambayo pengine hata sisi wengine hatujayafikiria. Lakini katika hali kama hiyo sasa, tunatakiwa sisi wananchi tuviamini vyombo vyetu, tumwamini rais wetu, tutulie tuviache vyombo vifanye kazi. la kama mtu mmoja au taasisi fulani inaamini kwamba inazo taarifa ambazo zinaweza kusaidia adhma ya Mheshimiwa Rais pamoja na vyombo vyake kubaini kubaini hayo ambayo yana yanachunguzwa basi ni vyema sana mtu huyo au taasisi hiyo iende moja kwa moja kwenye vyombo vile wakapeleka hizo taarifa ambazo wanazo, na naamini vyombo vinazo approach nzuri zaidi ya kufuatilia hayo mambo na kuthibitisha na kuchukua hatua kuliko mtu mmoja kama mimi hapa nimekaa kwenye mtandao, naanza kutaja pengine kwa chuki zangu, pengine kwa sababu nyingine yoyote, nasema fulani na fulani wamehusika, fulani na fulani ni lazima wamehusika. Chombo kinatoka kinasema, tunayo orodha, tunayo orodha ya watu ambao wamechochea mambo haya kuy, na tutaitoa. Unafanikiwa kuiona hiyo orodha, unaona majina yaliyotajwa, mbona ni yale yale ambayo tayari yalishatokea kuwa na, na, na changamoto labda na serikali kwa namna moja ama nyingine, na sisi wote tunajua, kila kila mwananchi anajua, basi jipya ni lipi? lakini athari zake sasa. Ukiangalia majina ambayo yametajwa unaona kitu kimoja cha msiki, kibaya sana cha hatari, kwamba pamoja na kutaja majina au taasisi, lakini mtu kwa sisi, tuna uwezo, tuna uwezo, tuna uwezo wa kuzama ndani ya hoja za mtu, unaona ni kama vile anatengeneza hoja kwamba hao watu ambao wanatajwa wamesimama katika majukwaa ya, ya, ya, ya kidini, majukwaa ya kidini.